Moja. Jambo la pili ambalo wewe litakuchukulia kazi ulionayo, kazi ulionayo okay? na kupewa mtu ambaye ana ujuzi wa AI lina lin, linaitwa namna sasa ya kuifanyeje, ya kuitumikisha AI ifanye kazi kwa ajili yako, sio wewe ufanye kazi kwa ajili yake, no yenyewe ifanye kazi kwa ajili yako, yani kwa matakwa yako wewe ndio ifanyeje, ifanye kazi. Yani uiamrishe. Sasa utaiamrishaje? <laughs> Hapo ndio imekuwa ni kipengele kwa watu wengi, ndio maana kila mtu ikitoka e, video tu yoyote, AI hiyo, ah, AI hiyo <laughs> <Ayayu, ayayu>. Sasa <laughs> sawa ni AI, lakini sasa ni nini? Hebu eh, jiulize ndiyo ni AI Haya, ngoja tukupe wewe, hiyo AI, hebu, no, naomba na wewe utengeneze kitu kama hiki hapa. <laughs> si AI, sawa ni AI, naomba na wewe utengeneze, kwa sababu uh, Alexa ukiangalia, zaidi mtu akisema AI AI, maana yake anaichukulia kama poa poa tu, kwamba ni kitu ambacho mimi niliingiza maneno tu madogo, tayari kanifiatulia kitu ambacho kinaonekana hapo. Lakini rafiki yangu, haiko hivyo. Mtu akikwambia hiyo e, hapo ukiona kitu kimetoka kikali ambacho unajua kabisa hii kweli ni AI, rafiki yangu, huyo mtu yani, mpe heshima zake, yani mpe heshima zake. Yule kakaa chini, kauguza kichwa, anawezaje kumfanya AI huyo huyo afanye kazi kwa ajili yake? <laughs> Sasa hapo sijui <laughs> unanielewa? Naomba nikwambie kitu kama nilivyokwambia kuijua AI ni jambo moja, lakini namna sasa ya kuitumia AI ni jambo lingine, na ndio maana naomba nikwambie kitu. Let's say mpaka sasa hivi ukisema umuuliza hivi AI hivi, hivi Dar es Salaam ni kitu gani ambacho kina kela zaidi okay? yani ukiambia tu hivi e, labda ukiingia kwenye chat GPT pale ukamwambia hivi Dar es Salaam ni kitu gani ambacho kina kela zaidi okay. sasa hapo yenyewe kwanza kabisa umeiambia umeipa ufupi tu, Dar es Salaam ni kitu gani ambacho kina kela zaidi. you see, ukitasimini hapo atakuletea majibu ambayo anayajua yeye. Umeona, majibu ambayo anayajua yeye, ambao yeye atakuwa ni majibu ya kukisia kisia tu ya kukisiakisia tu, okay? lakini sasa kwenye io ilo swali lako ambalo umemuuliza AI Dar es Salaam ni kitu gani ambacho kinakera? Mtu mwingine akaja akauliza hivi, Dar es Salaam kuna joto kali, Dar es Salaam kuna foleni kali, alafu Dar es Salaam kuna baadhi ya labda kuna, kuna uhaba wa vitu fulani okay? <laughs> Alafu sasa akasema hivi akaongezea hivi, ni kitu gani ambacho unaona kinaweza kikawa ki, ni kero zaidi kwa binadamu? <laughs> Ukiangalia hapo yule wa kwanza na huyu wa pili, majibu yatakuja tofauti. Kwanza kabisa, yule wa kwanza aliipa, aliipa AI ikisie, umeona, ikisie baadhi ya vitu. Sasa huyu wa pili ameitazamisha kwamba Dar es Salaam kuna joto, Dar es Salaam kuna foleni kali, Dar es Salaam kuna uhaba wa kitu fulani, Dar es Salaam kuna kitu fulani. Sasa katika hivi, hivi vitu vilivyopo alivyovitaja hivi, alivyo hivi mojawapo huenda vikawa moja au mbili vinaweza vikawa ni kero zaidi okay? Kwa hiyo itamchambulia itamchambulia kiasi kwamba mpaka yeye mwenyewe atasema mm, hapa itakuwa ni kweli Japo japo haiwezi ikasema inajua kila kitu, hapana, haiwezi ikafahamu kila kitu, kwa sababu mfano changamoto ambazo tunazipitia labda tunazipitia mtaani, labda mitaani huko ndani ndani huko, haiwezi ikafahamu, hapana. Yaani yenyewe naweza nikasema inachukua baadhi ya taarifa ambazo zipo kwenye mtandao ambazo tayari zilishapostiwa au baadhi ya watu ambao wamekuwa wanafanyaje, wanaziandika wenyewe pale. Kwa hiyo inakuwa ina save, ikisave zile taarifa kwao. Unaweza kukuta katika kuzungumza kuzungumza, ikawa inachukua zile taarifa za watu wengine, inakufanyaje? Inajaribu kukupa wewe ili kutengeneza nini? Kutengeneza jibu ambalo liko sahihi. Umeona sasa, kama hapo ulivyoona, watu wawili wameeleza, wameelezea Dar es Salaam lakini mtu mmoja amepa, amepata Dar es Salaam ya ndani zaidi. Umeona, yule wa kwanza amepata yale majibu ya juu juu kwa sababu ya maelezo yake yamekuwa mafupi. Sasa hiyo inaitwa nini? <laughs> Sasa ngoja nikwambie hiyo hapo, hapo kuna vitu viwili, kuna vitu viwili inatakiwa ujue. Kuna namna moja ambayo, ambayo utamwandikia tu labda ChatGPT hivi hivi Imeisha. Lakini rafiki yangu ndo maana nikakwambia kuijua AI ni jambo moja. Sasa jambo la pili ni lipi? Jambo la pili ni kuijua maana ya prompt engineering. Sijui unanielewa, prompt engineering ni nini? Prompt engineering ni namna, ni ujuzi wa kuzungumza na AI ili kuletea kile kitu ambacho unafanyaje, kile kitu unakihitaji umeona unachokihitaji, unataka ukuletee kitu ambacho unakihitaji, ndio inaitwa prompt engineering. Kwa hiyo kama nilivyokutolea mfano wa Dar es Salaam, kuna majibu hapo mawili kwa hiyo kuna yule wa kwanza, yule ameandika tu kwa niaba ya ku yakupata ya tu taarifa za juu juu kama hivyo, na yenyewe itakupa taarifa za juu juu. Lakini huyu mwingine aliye na nani, aliyeongeza baadhi ya vitu e, AI ilichambua ilichambua ikabasi ikampa majibu kidogo yanayofanyaje yanayo japo yanaweza hayawezi yakawa asilimia mia moja, lakini yalivuka ya zile asilimia za kama yule wa kwanza. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaitwa prompt engineering. Prompt engineering imeshikwa ime, ime na vitu vingapi? Prompt engineering imeshikwa na vitu vinne. Okay? Vitu vinne ndio vimeishika prompt engineering. Kitu cha kwanza, kitu cha kwanza kinaitwa rule. Rule ni nini? Rule ni namna ambavyo unaweza ukaipa maagizo. Okay? Yaani, let's say unakuwa labda unamwagiza una mtu wako. Bwana embu, nene wes unaenda sokoni e, utaniletea kitu fulani na fulani. Ndo inaitwa lulu. Kwa hiyo yu yule ni kama agizo okay? Kwa mtu fulani okay? Na chapili chapili kinaitwa taski, okay? taski. Taski hiki ni kitu pia ambacho unaeleza kwamba tayari una mtu unayemwagiza, unauhakika kabisa kwamba wewe tayari unaenda unaenda sokoni na mimi tayari nakuagiza sasa, unaniagiza nini? Ndo inakuja maana ya taski ile. Taski sasa ndo inaanza, inaanza kuambia, kumwambia kwamba na kuagiza kitu fulani, nenda uniletee kitu fulani okay? unilete kitu fulani fulani okay? Sasa ukitoka hapo kwenye hiyo ya, ya pili unakuja kwenye ya tatu. Ya tatu inaitwaje? Ya tatu inaitwa context Konteksi. Sasa hii konteksi ndio ile ambayo inaeleza kwa upana kwamba bwana, unaenda sokoni, unaenda sokoni, you see? Unaenda sokoni uniletee kitu fulani au kitu fulani kiko sehemu fulani. Maana yake umemwagiza wewe, unalijua soko kwa sababu wewe unajua soko, kwa kila bidhaa unazijua ziko sehemu gani na sehemu gani. Kwa hiyo unamwagiza bwana, ukiingia sokoni kuna kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani Niletee hivyo vitu, okay? <laughs> Sijui umenielewa. Sasa hizo <laughs> nahisi uenda utanielewa lakini bado nakuacha njia pana lakini usijali utanielewa vizuri zaidi. Kitu cha nne kinaitwaje? Kitu kinaitwa kitu cha nne kinaitwa output. Output. Sasa output ni nini? Output ni eh, bado tunatolea mfano wa ule mtu ambao ulikuwa unamwagiza kwenda sokoni. Output ni malejeo, okay? Kwamba nimeenda sokoni tayari, nimechukua vile vitu ambavyo uliniagiza lete, alafu nina kuletea. Hiyo ndio inaitwa output, kwamba nilienda, nilivyoenda nilichukua vile vitu ambavyo uliniagiza sasa na kuletea. Umeona? Sasa hiyo <laughs> kuna watu wengi hawaielewi hiyo. Sasa ndio inaitwa prompt engineering. Hapo ndo tunaenda kwenye prompt engineering, yani wewe wewe ukiandika, ukiingia kwenye chat GPT, ukiandika kitu fulani, labda maneno kadhaa, labda maneno ishirini mpaka kumi, inakuletea vitu gani? Okay, je, soko la Kariakoo lina lina barabara ngapi? Umeona, labda mfano ukisema tu soko la Kariakoo lina barabara ngapi na lina maduka mangapi? umeona Je, kila duka linafanyaje hapo? Majibu ambayo tayaletewa na mtu ambaye atasema hivi soko la Kariakoo lina lina barabara ishirini na tatu kila barabara lina maduka thelathini na kuna baadhi ya maduka kuna bidhaa fulani na fulani. Je, unaona kuna kuna unaona wa, una, unaona wateja wanaweza kuingiliana kwa kwa haraka zaidi au nini? <laughs> Hapo <laughs> kuna namna ambapo <laughs> mimi niliyozungumza hii hapa na yule wa kwanza, kuna utofauti ambao tutafanyeje, tutapewa kwa sababu mimi tayari nimeshamuelekeza kwamba kama nilivyotolea mfano wa soko kwamba yule mtu niliniliyekuwa na mwagiza sokoni, mimi nakujua kwa hiyo sokoni, kama ninakujua, kuna duka fulani na fulani, duka fulani na fulani liko sehemu fulani na fulani, kwa ukienda pale utanichukulia bidhaa, utaniletea bidhaa. Kwa hiyo na ndio maana ukimwagiza mtu wa namna hivyo hawezi akasumbuka wala hawezi akapata tabu sana, kwa sababu tayari unafanyaje ana details. Kwa hiyo anaenda na uhakika kwamba anajua nikifika sehemu fulani kuna kitu fulani ambacho nimeagizwa kitu fulani, nikitoka hapa niende kwenye duka fulani, kuna kitu kingine nimeagizwa. Kwa hiyo ni tofauti na yule mtu ambao uta, uh, utamwambia kwamba nenda mtaa fulani ukifika, au ukamwambia tu, usimwambie tu nenda mtaa fulani, wewe unamwambia hivi, nenda sokoni ukanichukulie kitu fulani na kitu fulani, umeona hapo? Akifika kule ata, atasumbuka sana. Ataenda duka gani? Ataenda mtaa gani? kuitafuta bidhaa ambayo ulimwagiza. Lakini yule mtu ambao tayari umeshamcholea bwana eh, nenda sehemu fulani kwenye barabara fulani pale utawe, utachukua kitu fulani, wanauza tena, unaweza ukuta una, unajua hata mpaka na bei, wanauza bei fulani, utanichukulia pale kitu. Ukitoka pale, nenda barabara inayofuata, ukanichukulie pia kitu fulani. Kwa hiyo mimi ukiniagiza hivyo, sitapata tabu, na ndio maana tunachukulia mfano wa hiyo AI. AI kama hivyo, kwa watu wawili, inawaletea majibu tofauti. Kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye anaipa taarifa ambazo anahitaji ajue zaidi na kuna mtu ambaye anaipa taarifa ambazo ni za juujuu. Na jinsi utakavyoipa e, AI taarifa za juujuu na yenye ndo itakafanyeje, na yenye ndo itakuletea majibu ya juujuu tu. Sasa leta, ngoja ni ngoja nitolee sasa, nikwambie itachukuaje, itachukuaje, itachukuaje ajira yako. Watu wengi watakuwa wanajiuliza hilo swali. AI itachukuaje ajira yangu? Kwa sababu mimi niko kwenye ajira hapa, itachukuaje ajira yangu? My friend, jinsi ambavyo AI itachukua ajira yako, itachukua ajira yako kwenye hizi prompt ambazo nilizozizungumza hizo, ndio itachukua ajira yako. Miaka ambayo inavyozidi kuenda, tunavyozidi kuendelea kama nilivyokuambia tayari mfumo wa AI umeshafika, okay? Na baadhi ya vitu ambavyo vinazidi kuboreshwa zaidi. Umeona, AI tutaichukulia ni kitu cha kawaida sana, tutaichukulia kama ni kitu cha kawaida, tutaichukulia kama ni sehemu tu ya binadamu. Yani tutamchukulia kama sehemu ya binadamu, tunavyopiga naye nice stori. Umeona kama jinsi tunavyoadapt, tutachukulia kama ni sehemu ya binadamu. Yani kwa nini? Kwa sababu tunakoelekea, mpaka sasa hivi mifumo mingi ukiangalia sasa hivi ina AI, ni chachi. Umeona kama AI ni chache, tunakoelekea AI itatawala kila sekta, kila sekta itatawala, kila system itatawala, kila kampuni zitahitaji zimiliki nini? AI. Sasa rafiki yangu, kama utakuwa hauna ujuzi wa AI, rafiki yangu, kazi utakuwa hauna, kwa sababu kuna sehemu ukienda watakuuliza, tunavyoelekea sasa, jinsi makadirio yanavyoonyesha siku zinavyozidi kuendelea Ukienda kuomba ajira utaulizwa una ujuzi wa kutumia AI au artificial intelligence. Okay? Kama hauna ujuzi, wanakupiga chini, kwa sababu mifumo yao itaanza kuadapti na nini? Itaanza kuadapti na ChatGPT. Eh, so itaanza kuadapt na AI. Okay? Kwa hiyo jitahidi sana ujifunze hivyo vitu, AI uifahamu kiundani na unaifahamu vipi? Inatakiwa e ujifunze kuhusu hii inayoitwa